Salamu ziende kwa binti zangu, hata kama haikuhusu basi, nakuomba uwafikishie mabinti wengine popote walipo, na kuonesha hili ina msisitizo. Nasimamia kitabu cha Mwanzo 29 mstari ule wa 32, lakini pia nitarejea katika kitabu cha Ruthu sura ile ya pili mstari ule wa tatu. Kwako binti yangu nikupendaye Unaweza ukadhani Yakobo alivutiwa na mwonekano wa Raheli, lakini ukweli ni kwamba uzuri tu usingetosha kumkalisha Yakobo kwa yule mwanamke. Kama unafuatilia utakuwa shahidi pamoja nami katika hili, kuna mabinti wengi wazuri, yani ni warembo hasa tena, pengine kuliko hata wewe, lakini mpaka sasa nakuletea habari hii, wanazeeka nyumbani na sio kwamba hawataki kuolewa la hasha. Hamu ya kuolewa wanayo, lakini mpaka na kutumia ujumbe huu bado hawajajua hatima yao. Unajua ni kwa nini? Ukisema ni kwa neema, kila mtu ana neema kubwa sana katika zama hizi, lakini kuidhihirisha hiyo neema inahitaji wenye nguvu nazungumzia thamani, binti yangu. Kitu chenye thamani katika maisha ya mtu hutafutwa zaidi na watu wenye uhitaji, hufanya kila namna ili waweze kukipata. Lea alikuwa wa kwanza kulala na Yakobo siku nzima, lakini kulipopambazuka, bado Yakobo alisema Lea si chaguo langu, akaendelea kumtafuta Raheli. Mabinti wengi wanahisi thamani ni kujipendekeza kwa kufunua malinda kwa wanaume, yani kuruhusu kulala na wanaume. Usiwe miongoni mwao binti yangu, thamani inadhihirishwa kwa mahitaji kwa mhitaji, na lazima apambane kuipata. Binti yangu, naomba unisikilize kwa makini. Thamani yako ikitambuliwa kwa mwanaume, lazima atavumilia na kusubiri hata kama itachukua miaka zaidi ya kumi kwake ataona ni michache tu. Yakobo anaona miaka saba mengine kutumika kwa Raheli ni michache, maana aliona thamani kubwa ndani ya Raheli. Ukiona mwanaume anaharakisha mambo bila ya utaratibu, anataka apite njia ya mkato, wala usikenue meno kadhani anakupenda. Naomba nikwambie siri. Siri, thamani hupatwa kwenye heshima na kwa utaratibu kamili. Binti wengine wanazani kumzalia mwanaume ndo kwamfanya eh, akupende hivi Umesahau kwamba Lea pamoja na kumzalia Yakobo watoto wengi, lakini bado moyo wa Yakobo ulikuwa kwa Raheli. Ukiwaacha hao, kuna hawa sasa wanadhani kumhonga mwanaume na kumpa vitu vya kila namna na vya thamani ni kumfanya kupenda. Tafadhali usijisahulishe kuwa Lea alimpata Yakobo kwa kumnunua, japo mume wake na watoto wake, lakini moyo wa Yakobo haukutulia kabisa kwa Lea. Na wengine wanajipeleka kwa wanaume bila wazazi kujua, kisingizio cha kuwapushia hao <coughs> mabwana zao mahali <coughs> eti usumbufu. Sasa, kwa taarifa yako, Raheli alilipiwa mahali mara mbili ya thamani kubwa aliyokuwa nayo Raheli. Lea alitolewa kama bonus tu, yaani kwa bure kabisa, kwa sababu hakuwa na thamani, hadi nyumbani kwao walimchoka. Maana hakupata heshima hata kwa mume wake. Binti yangu, tambua, hata kama utajiegesha, utajitenga kwa jamaa kama hujaelewa nguvu ya thamani iliyokuwa ndani mwako haitakuwa imesaidia wala haitakuwa imejenga. Ngoja nikukumbushe. Lakini kitu kingine, unakumbuka wakati Yakobo anakwenda e, kukutana e, na kaka yake Esau? Ngoja nikupe picha kamili. Ilikuwa hivi, wakati anakwenda kukutana naye alijua, akikutana na kaka yake, hasira ya kaka yake itawaka juu ya Yakobo. Kwa hiyo alichokifanya Yakobo alimtanguliza Lea kama chambo, na yeye akabaki nyuma na kipenzi chake Raheli. Siku ya leo na kufundisha ijue thamani yako, binti yangu. Hosti wako hapa, Mfarisayo Mpaka wakati mwingine mimi sina la ziada. Shalom, amani ya Mungu ikae juu na kwako, binti yangu nikupendaye sana.